Mambo vipi, mtu wangu wa nguvu. Naitwa Rick Visuals kutoka Rick Filam hapa YouTube, na kama unavyoona, safari yangu ilikuwa inatoka Iringa kuelekea Morogoro, na hapa unapopaona, tuko mbuga ya Mikumi, kawa tunapita pale, kwa sababu kama unavyofahamu, ili weze kufika Morogoro kiurahisi kutokea Iringa au Mbeya, ni lazima upite katikati ya mbuga ya Mikumi ambayo utafurahia kiukweli kuwaona baadhi ya wanyama ambao watakuwa kando kando ya barabara bara katika mbuga yetu pendwa ya Mikumi. Hivyo basi na mimi nikaanza safari yangu kama unavyoona, ya kupita katikati ya mbuga tukaona Mikumi National Park a, zile hoteli ambazo pale, kuna uhaba sana hoteli ambazo zinajengwa pale, kwa sababu kulikuwa kuna uhaba sana wa hoteli kipindi cha nyuma, sasa wameboresha, lakini pia tukaona wanyama tukaona zile, zile nature mazingira, tukawa tunaona zile down and up landscape. Uh, kiukweli yani, ukiwa unakatiza katika mbuga hii una enjoy sana sana. Mimi Ricky nikaona sio vizuri uh, nipite bila kurekodi, ili watu wangu huku youtube muweze kufurahia kuona hizi view, na kama, na kama utakuwa interested basi siku moja uweze uweze kufika kufanya safari ya kutoka mahala ulipo kuja Mikumi. Naitwa Rick.